Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, karibu katika kipindi chetu cha familia ni nyumba ya Mungu, kipindi kinachokujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Rwanga iliyoko Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Leo utakuwa nami ndugu yako Frateri Paschal Filipo Ndilla, nayesoma mwaka wa tatu wa masomo ya taalimu Mungu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 Amina. Tuombe. e Bwana, u katikati yetu, na tunaitwa kwa jina lako, usituache. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, leo tutaangazia juu ya mada ya utegemezi katika familia, na tutaongozwa na swali: je, mke kumtegemea mumewe au watoto kuwategemea wazazi wao ni lazima katika familia? Katika jamii nyingi za Kiafrika, familia kama kiungo muhimu cha jamii huwa na matarajio ya wazi hususan katika majukumu ya kila mwanafamilia. Hata hivyo, utegemezi katika familia unaweza kuwa na athari chanya na hasi kulingana na jinsi unavyotekelezwa. Katika makala hii, tutachunguza swala la mke asiyewajibika katika familia pamoja na watoto wanaoendelea kuwa tegemezi hata wanapofika umri wa kujitegemea wenyewe na jinsi gani ushirikiano unavyoweza kuimarishwa ili kuleta maendeleo katika familia nzima. Mpendwa msikilizaji, moja kwa moja tuanze na kipengele cha mke asiyewajibika katika familia. Mke katika familia anatarajiwa kuwa na jukumu kubwa katika usimamizi wa nyumba, malezi ya watoto na kuwa msaada kwa mume wake. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanawake ambao wanaweza kushindwa kutekeleza majukumu haya, au kuwaachia wenza wao hususani waume zao jukumu zima la familia. Mke asiyewajibika katika familia anaweza kuwa na tabia ya kuegemea sana kwa mume wake, akimwachia yeye pekee majukumu ya kifamilia kama vile kulisha familia, kusimamia miradi na fedha, na kuhakikisha watoto wanapata malezi bora. Wanawake wa mtindo huu huwa na mtazamo hasi kuhusu hali ya baba kuwa kichwa cha familia, hivyo kudhani kwamba ni mume pekee ndiye anayepaswa kuhangaikia majukumu na kipato cha kuendesha familia hiyo. Hata hivyo, tabia hii ndiyo tunaita utegemezi, kwani wanawake wa mtindo huu hushindwa kuwasaidia waume zao hata kwa mawazo tu ya nini kifanyike ili kuongeza kipato. Wao huishi kwenye movie story pamoja na michapo mbalimbali mbali wanapokuwa saluni. Hatusiti kusema kwamba wapo pia wanaume wa mtindo huu, wale ambao huwategemezi kwa wake zao na kushindwa kutimiza majukumu yao ipasavyo kama kichwa cha familia. Hilo nalo ni tatizo kubwa, na wanaume wa namna hii hurudisha nyuma maendeleo ya familia zao, jamii na taifa kwa ujumla. Na katika karne hii ya sasa wanaume wa mtindo huu Wanapigwa vita na hawatakiwi kuchekewa bali lazima wakemewe kwa nguvu na juhudi kubwa. Mpendwa msikilizaji, tatizo hili la utegemezi hasa kwa wakina mama linaweza kutokana na mambo mbalimbali mbali kama yafuatayo. Kwanza, utamaduni na mila. Katika jamii nyingi kuna matarajio ya kijinsia ambapo mume anahitajika kuwa msimamizi wa familia na mke anahusishwa na majukumu ya nyumbani. Hii inaweza kumfanya mke kushindwa kuchukua, kushindwa kuchukua jukumu linalostahili. Ukirejea kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya kumi na nane inasema ifuatavyo na nukuu, si vyema mtu huyu akae peke yake, nitamfanyia ni msaidizi wa kufanana naye, mwisho wa nukuu. Sehemu hii ya maandiko matakatifu inaonyesha wazi kuwa mume na mke wapo kwa ajili ya kusaidiana na wala sio mmoja kuwa tegemezi wa mwingine. Mungu baada ya kumuumba Adamu anaona ameweka kila kitu, ameweka wanyama, ameweka ardhi, ameweka samaki, ameweka kila kitu chema. Lakini bado anaona Adamu hajakamilika vile alivyo peke yake. Ndipo anapoamua kumuumba Eva kutoka kwenye mfupa wa Adamu, ndipo anapoamua kumuumba Eva wa kufanana na Adamu. Na hapo tunakuja kurejea katika ajenda yetu msingi kwamba maisha katika familia yanahitaji ushirikiano wa pamoja, baba kushirikiana na mama, lakini mbele zaidi watoto kushirikiana na wazazi wao, ndipo tunapata familia bora na yenye upendo daima, unaoongozwa na Mwenyezi Mungu. Lakini pia sababu ya pili, kuna ukosekana kwa elimu ya wajibu baadhi ya wake hawawezi kuelewa umuhimu wa kuchangia kikamilifu katika familia, na hii hutokana na ukosefu wa elimu na uhamasishaji kuhusu umuhimu wa usawa katika familia. Sababu nyingine ni udhaifu wa kihisia na kiuchumi. Mke ambaye hushindwa kujibidiisha katika kazi za kiuchumi au ambaye amekuwa katika hali ya kukata tamaa anaweza kujikuta akimtegemea mume wake kwa kila kitu na hivyo kushindwa kuchangia katika maendeleo ya familia. Katika swala la udhaifu wa kihisia, makabila mengi hapa nchini Tanzania na katika jamii za Kiafrika hudhani kwamba mwanaume ndiye pekee anayeweza kutulisha misuli na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kupata kipato cha kuongoza familia, na wakati huo mwanamke kudhaniwa kuwa anapaswa kuwa mama wa nyumbani kulea watoto, lakini pia kushughulika na shughuli ndogo ndogo za nyumbani kwake. Kufanya kazi za kuongeza kipato katika familia ni mwiko. Kumbe kumbe, jinsi inavyotakiwa kuwa, wote wanatakiwa fanye kazi kwa kwa usawa na kwa ushirikiano. Kumbe inapotokea swala, na hiyo inasababisha udhaifu wa kihisia, lakini pia inasababisha mwanamke kukosa chochote anachoweza kuchangia katika kumsaidia huyu baba na kuisaidia familia kwa ujumla kuimarika. Baada ya kuona hayo, twende kuangazia sasa juu ya matokeo ya mwanamke kutokuwa mwajibikaji. Nini kinaweza kuwa madhara ya mwanamke huyu anayeshindwa kuwa mwajibikaji katika familia yake? Kwanza, kunakuwa na mivutano ya kifamilia. Mume anapoachiwa mzigo wote wa familia, huweza kuelemewa na majukumu na kuwa na mzigo mzito unaomshinda kuchukua kikamilifu na hii inaweza kuleta mivutano katika familia. Hapa utaona mwanaume akiwahi kurudi nyumbani, anaitwa mwanaume suruali, kwa sababu anakuwa amekuja na kipato kidogo. Lakini pia anapochelewa kurudi, anaonekana amepita kwa nyumba ndogo au amezidisha anasa na starehe, na hivyo kusahau majukumu yake katika familia. Kumbe mivutano ya namna hii inaendelea na mwanamke anaona kuachiwa yale majukumu ili hali, hata hivyo, yeye naye hana chochote anachochangia katika familia ile. Lakini pia kuna usumbufu kwa watoto. Watoto wanaposhuhudia mama akimtegemea baba kwa kila kitu, wanaweza kutokuelewa majukumu yao, na wanavyozidi kukua kubaki kuendelea kuwa tegemezi hata wanapokuwa na umri wa kujitegemea wenyewe. Na hapa watoto wa kike huwa wanaathirika moja kwa moja, kwa sababu wanajifunza kutoka kwa mama. Wanapoona mama kazi yake ni kupokea tu, na hata siku moja aone akijibidiisha ili kuchangia au kutoa kwa ajili ya familia, watoto hao wa kike moja kwa moja wanakuwa na ile hali ya kuhisi kwamba katika maisha yao hata wakija kuwa na familia zao, basi watatakiwa kuwa wanaomba kila kitu kwa waume zao au wale wachumba wao. Kwanza, ili waonyeshe upendo wa dhati, ni lazima wawapatie zawadi au wapi supplies za kila siku, na hapo ndipo mwanamke huyu anaona anapendwa. Lakini kumbe kimsingi haikupaswa kuwa hivyo. Lakini athari imetokana na nini? Wamejifunza kutoka kwa mama zao. Lakini pia hata wanaume nao wanatengeneza namna katika akili zao ya kujiona kwamba wao pekee ndio anatakiwa kuwa juu ya wake zao kwa kila kitu. Kumbe mtoto wa kiume anayekuwa katika familia hii anakuwa na hiyo hali ya kumtawala wa mwanamke hata kama dada zake nyumbani, anataka ajionyeshe yeye ndio mkubwa, yeye ndio kila kitu, na wale dada au jamii yoyote ile inayozunguka inayozungukwa naye kuonekana kwamba hawafanyi chochote, kwa sababu wao tu ni wa kike. Lakini pia kunakuwa na kushuka kwa maendeleo ya familia. Familia itakuwa na ugumu katika kushughulikia changamoto za kiuchumi, kijamii na hata kiutamaduni ikiwa mke ana mchango wa maana katika majukumu ya familia. Baada ya kuangalia juu ya swala la mwanamke aliyetegemezi katika familia, sasa hebu tuone watoto nao. Je, wanaoendelea kuwa tegemezi hata wakiwa katika umri wa kujitegemea, nini changamoto hii? inasababishwa na nini na tutafanyaje ili kutatua changamoto hii? Mpendwa msikilizaji, katika baadhi ya familia watoto wanaendelea kuwa tegemezi kwa wazazi wao hata wanapofikia umri wa kujitegemea. Na hii tatizo inatokana na sababu kadha wa kadha kama zifuatazo. Kwanza, ukosefu wa malezi bora. Watoto ambao hawajafundishwa umuhimu wa kujitegemea hushindwa kujitunza na kutimiza majukumu yao inapofika kipindi ambacho wanabidi kuondoka kwenye uangalizi wa wazazi. Hapa tunakutana na wale wanaolelewa kama mayai na wazazi mara nyingi ya sasa, wakina mama utasikia mtoto wake akipigwa kidogo kwa upendo kwa kuonywa, mama au baba wa mtindo huu utamsikia anasema, usimguse mwanangu, haujui uchungu wake. Hii ni mbaya sana. Lakini pia changamoto ya pili ni kuwazuia watoto kuchukua hatua za kujibidiisha maishani mwao. Wakati mwingine wazazi huwahurumia watoto wao kupitiliza wengine huwazuia watoto wao kupambania maisha yao hata kwa kujifunza, kwa sababu ya mapenzi au hofu ya kwamba hawatafanikiwa bila msaada wao mm. Katika kipengele hiki utaona wazazi waliokuwa na upendo wa kweli na ambao walikuwa wanajua kumwandaa mtoto wao au watoto wao kwa maisha ya baadaye, ulikuwa unaona mtoto akianguka, kama yuko na mama, anaanguka chini mama anajifanyisha kama hajamuona, ile ile anakuwa ameshamuona, lakini ili kutengeneza ile hali ya kumwandaa mtoto kujitegemea anavunga kama hajamuona, ili mtoto huyu aweze kuinuka pale bila msaada wa mama au bila msaada wa mzazi, ajikungute zile vumbi na endelee na safari. Lakini watoto hawa mayai wakianguka kidogo, anahitaji sasa ile ukaribu wa mama au ukaribu wa mzazi, na utaona mzazi anaanza kumbembeleza mtoto wake, pole mwanangu, na mtoto akishaambiwa pole anabaki pale pale chini, aidha anagalagala sana au analia sana pale chini, mpaka mama yake au mzazi wake huyu amnyanyue pale, amfute zile vumbi, ambembeleze na ikibidi akamnunulia hata juisi. Kumbe kwa staili hii tunashindwa kutengeneza kizazi kijacho ambacho kitaweza kujitegemea. Tunatengeneza kizazi ambacho kitafika umri wa miaka 30 bado kuwa tegemezi kwa wazazi, na unakuta mtoto anashindwa kutoka kwa mzazi wake kwa sababu tu alitengenezewa mazingira ya mtindo huo tangu udogoni. Lakini pia kuna sababu za kiuchumi. Katika mazingira ya uchumi mgumu, watoto wanaweza kukosa uwezo wa kujitegemea, hasa wakati wanapohitaji msaada wa kifedha kwa ajili ya masomo yao au kwa ajili ya mtaji ili kuanza maisha yao ya kujitegemea. Hata hivyo, hili haizuii kijana kujibidiisha kutafuta maisha yake pindi umri unapofika kazie juu ya athari za watoto wanaobaki tegemezi katika hili, tunaona athari hizi zinaweza kuwa kama zifuatazo. Kwanza, ukosefu wa ujuzi wa maisha. Watoto wanaobaki tegemezi wakiwa na umri mkubwa wanakosa ujuzi wa kukabiliana na changamoto za kimaisha na wanaweza kupata shida pindi wanapojaribu kuanzisha maisha yao ya kujitegemea. Lakini pia kuna athari ya kuwa mzigo kwa familia familia inaweza kujikuta inaendelea kuwa na mzigo mkubwa wa kumtunza mtoto aliye na umri mkubwa, jambo ambalo linaweza kuathiri ustawi wa familia nzima. Lakini pia kuna namna mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikachagizwa na hii hali ya kuwa mzigo au mtoto kuwa mzigo kwa familia. Hapa unaona tangu mwanzo mtoto akifundishwa bila mama au bila baba au bila mlezi wake aliyemlea hawezi chochote. Kumbe, ili kuondoa swala hili, ili kuondoa utegemezi wa aina hii, sasa tunakuja kujibu swali letu lile la baba kutegemewa sana na mama au watoto kuwategemea wazazi wao, ni lazima? Tunaona sio lazima. Na kama sio lazima, nini kifanyike? Kinachotakiwa kufanyika ni kujenga ushirikiano na umoja katika familia, kufanya kazi kwa bidii na kwa umoja ili kujenga familia yenye upendo na undugu, lakini pia umoja katika Kristo. Sasa kama utegemezi sio lazima, nini tunafanya au ni kitu gani kifanyike ili kuleta ushirikiano katika uwajibikaji wa familia? Kuwepo kwa ushirikiano katika uwajibikaji wa familia kunahitaji juhudi za pande zote, ikiwa ni pamoja na mme, mke au watoto kushirikiana kwa pamoja. Na hapa kuna baadhi ya hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuleta maendeleo kwa familia, nazo ni zifuatazo. Kwanza, kufundisha wajibu wa kila mtu. Kila mwanafamilia anahitaji kuelewa majukumu yake na jinsi anavyoweza kuchangia maendeleo ya familia. Hii inahitaji elimu, mafunzo na mjadala wa wazi kuhusu umuhimu wa uwajibikaji katika familia. Pili, lazima kufanya majukumu kwa pamoja. Wanafamilia wanapaswa kushirikiana katika majukumu ya kila siku. Mume na mke wanapaswa kusaidiana katika kusimamia familia, huku watoto wakihimizwa kufanya majukumu yao ya nyumbani na shuleni na kujitegemea polepole pole kadiri wanavyokuwa. Lakini pia lazima kutoa msaada kwa watoto. Juu ya swala zima la kujitegemea, watoto hawa wanapatiwa, wanapaswa kupatiwa malezi bora na kuhamasishwa kujitegemea. Wazazi wanapaswa kuwapa watoto wao majukumu ya kuanzia katika familia, ili kuandaa kwa maisha ya kujitegemea. Mimi nilifundishwa kupika pamoja na kufua nikiwa na umri mdogo sana, nikiwa na umri wa miaka mitano. Mama alikuwa anifundisha kufua na alinifundishaje? yale mashati ma laini laini ya kwangu pamoja na wadogo zangu tulikuwa tukichafua, analoweka yote kwenye sabuni, nafua ya kibaki machafu nikianika, ili nikacheze. Akirudi ananitia fimbo, analoweka tena, nafua huku nalia. Lakini wewe usawa. So zima la kupika nilifundishwa nikiwa na umri wa miaka saba, nilipoanza kwenda shule za zile za mchana. Sisi tuliosoma miaka hiyo elfu mbili na, acha watoto wa siku hizi wanaosoma miaka 2020 na, na magari ya njano kumbe wakati ule kama naenda shule zamu ya mchana, mama anabandika maji ya ugali. Kwa hiyo saa sita naenda jikoni najipikia ugali wangu, hata kama ni mbichi itabidi ni ule wote mpaka uishe. Ili kesho yake nijifunze namna ya kupika ugali ulioiva. Na baada ya hapo taratibu taratibu nikajua na nikafahamu namna ya kupika chakula kizuri, hata cha kutosha familia nzima. Kumbe wazazi wa aina hii wanahitajika hata kwa kizazi hiki ili kusaidia au kujenga kizazi kilicho bora kwa maisha ya baadaye. Lakini pia lazima kuwepo kwa mazungumzo kati ya wanafamilia. Mazungumzo ya familia ni muhimu katika kuleta umoja. Kila mmoja anapaswa kuwa na nafasi ya kutoa maoni, kushirikishana mawazo na kufanya maamuzi ya pamoja. Hati ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili ya mwaka 1981 ijulikanayo kwa jina la Familiaris Consortio Kilatini, hiki kwa Kiswahili ni ushirika wa familia. Ina maelezo muhimu kuhusu familia kama jumuiya ya msingi ya kanisa na jamii kwa ujumla. Inaweka bayana jukumu la kila mwanachama au mwanafamilia katika kuishi kwa ushirikiano na uwajibikaji. Hati ya baba mtakatifu Familiaris Consortio inasisitiza mambo yafuatayo: kwanza, uhusiano wa wapenzi Hati inasisitiza umuhimu wa ndoa kama kiungo cha upendo na umoja kati ya mume na mke. Inasisitiza kuwa ndoa ni wito wa Kimungu, na lazima kila mmoja katika ndoa ahusike kikamilifu na kwa uwajibikaji katika ujenzi wa familia. Pili, hati inasisitiza juu ya uwajibikaji wa baba na mama katika familia. Baba na mama wanatakiwa kushirikiana kikamilifu katika majukumu yao. Familia inapaswa kuwa ni mahali pa upendo Mawasiliano na mshikamano. Baba na mama wanapaswa kuwa mfano wa upendo kwa watoto na kuwaongoza kwa maadili ya Kikristo. Tatu, hati inasisitiza juu ya jukumu zima la watoto. Watoto wanahimizwa kuheshimu na kuwa watii kwa baba na mama yao, kushirikiana na wazazi wao kwa ushirikiano na upendo. Lakini pia Mtume Paulo mtume wa mataifa huyu, katika barua yake kwa Wakolosai sura ya tatu aya ya kumi na nane hadi ya ishirini na moja anaeleza juu ya ushirikiano na mahusiano bora ya wanafamilia, akisisitiza kwamba wake wanatakiwa kuwatii waume zao. Kutii kunaenda sambamba na kuchukua jukumu la kumsaidia mume katika majukumu msingi ya familia pale ambapo mume anaomba msaada wa moja kwa moja au hata wa kujiongeza tu. Pia wake wanasisitizwa kuwapenda waume zao. Upendo huo utajidhihirisha wazi pale mwanamke atakapomwona, atakapoamua kuungana na mmewe katika kuinua familia katika nyanja zote. Ndiyo kusema kwenye mafanikio yote ya mwanamume kuna mwanamke mwenye upendo nyuma yake. Mpendo wa msikilizaji, watoto nao katika barua hii ya mtume Paulo kwa Wakolosai wanaimizwa na kusistiza kuwatii wazazi wao ili waendelee kupata tuzo na thawabu zitakazowasaidia kufanikiwa katika maisha yao ya baadaye. Katika kitabu cha Mwanzo, baada ya nguko la mwanadamu, Mungu anawapa adhabu kwanza nyoka, alafu Eva na wa mwisho ni Adamu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, aya ya kumi na nne hadi ya kumi na tisa. Pamoja na kuzaa kwa uchungu, Eva aliambiwa atatawaliwa na mume wake kama sehemu ya adhabu. Adamu yeye aliambiwa atakula kwa jasho hata kufa, kwa kosa la kusikiliza sauti ya mkewe. Sehemu hii ya maandiko matakatifu, wapo baadhi yetu wanaoitafsiri vibaya na kuondoa dhana ya uwajibikaji wa pamoja na ushirikiano katika ustawi na maendeleo ya familia. Wapo wanaume wasiotaka wake zao kufanya kazi yoyote ya maendeleo wakidai kwamba hata Mungu alishasema sio kazi yao kutafuta. Wapo wanawake pia wanaodai kwamba wanawake ya kula tu vile ambavyo waume zao wanapata, bila kuwajibika kumsaidia mume hata kwa ushauri tu au usimamizi bora wa mali hizo. Wake wa mtindo huu hata kama ni wafanya kazi, mshahara wao hudaiwa kuwa na mambo mengine mengi yaliyo nje ya matumizi ya familia wanabaki katika ile hoja tu kwamba adhabu yao ilikuwa ni kuzaa kwa uchungu. Kumbe wanasahau kwamba walielekezwa kuwa chini ya mwanaume, na mwanaume huyu ndio anakuwa kichwa na kuongoza familia nzima. Kwa hiyo wenyewe wanasema kwa kuzaa kwa uchungu inatosha kula vyote ambavyo mwanaume anaandaa, na vile ambavyo wao wanavipigania au wanavitolea jasho ni kwa ajili yao na matumizi mengine ambayo yako nje ya matumizi ya familia. Hili nalo ni kosa, inaweka bayana kwamba mke aliadhibiwa kuwa chini ya mwanamume. Kumbe hata kama ni kazi anafanya, bado anapaswa kurudi kwa mmewe na kuweka chini mahesabu na kupanga pamoja matumizi ya fedha na rasilimali zingine wanazozipata kutokana na kazi na shughuli zao. Ukirejea kitabu cha Mithali sura ya 31 aya ya 22, zinatajwa sifa za mke mwema kwamba ni yule ambaye moyo wa mumewe humwamini umtendea mumewe wema na wala si mabaya, wala hatakosa kupata kipato kwa ajili ya kuinua familia yake na kumsaidia mumewe. Maandiko haya yanatukumbusha wanafamilia wote, hasa baba na mama, kwamba jukumu la maendeleo ya familia ni la pamoja na hufanywa kwa ushirikiano wa mumewe na hufanywa kwa ushirikiano wa mume na mke, na kamwe mume au mke asimtegemee mwenzake. Watoto pia huelekezwa kujifunza tunu njema ili hapo baadaye wasiwe mzigo kwa wazazi wao. Hitimisho: utegemezi katika familia unaweza kuwa na athari kubwa ikiwa hautachukuliwa kwa umakini. Mke asiyewajibika, watoto wanaoendelea kuwa tegemezi na ukosefu wa ushirikiano wa familia ni changamoto zinazohitaji ufumbuzi wa haraka ili kuleta maendeleo ya familia, ni muhimu kuhamasisha uwajibikaji wa pande zote na kuhakikisha kwamba kila mmoja anachukua jukumu lake kikamilifu. Kwa kufanya hivyo, familia itakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kimaisha na kuleta maendeleo endelevu kwa wote. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na washirika wetu Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera hadi kufikia hapo, hatuna la ziada. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu, kinachokujia kila siku za Alhamisi saa kumi na mbili na nusu jioni. Ungana nasi tena siku nyingine ya Alhamisi, muda huu huu. Na leo ulikuwa pamoja nami ndugu Frateri Paschal Filipo Ndilla wa Jimbo la Mahenge, ne soma hapa katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga iliyoko Segerea Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda simu namba sifuri saba hamsini na sita arobaini na saba themanini na moja sabini na nane au sifuri saba thelathini na nne sifuri sita tisini na tisa sitini na saba. Asanteni, tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote, na milele amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi, kwa namna ulivyotuongoza tangu mwanzo wa kipindi hata sasa tunaweza kuhitimisha. Umetujalia hekima na uwezo ya kufuata yote ambayo tumekuwa tukiangazia ya. Tunaomba yale yote tunaendelea kujifunza, hasa katika kipindi hiki cha familia ni nyumba ya Mungu, yaweze kuendelea kujenga familia zetu na kutusaidia sote kwa pamoja, ili tuendelee kukua katika imani, matumaini na mapendo, tukikuelekea wewe uliye mwanzo, asili na mwisho wa yote unaishi na kutawala milele na milele amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo, milele. Amina.